Napenda nimpongeze mheshimiwa rais sana baada ya kufanya filamu ya Royal Tour. Sisi watu wa Hai ni mashuhuda namba moja, kwa sababu wanja wetu wa Kilimanjaro pale KIA tumekuwa tunapokea ndege karibu kila siku, KLM wanaingia kila siku na mashirika makubwa ya ndege yanazidi kuongezeka, na hii idadi mnayoiona tumetoka kwenye laki tisa na tisini na mbili mpaka milioni mbili na laki moja na arobaini na moja na bado ninaamini kule kwenye milioni tano tunaweza kufika, kama haya nitakayosema hapa yatazingatiwa na mengine ya waliosema wenzangu. Mheshimiwa, kufikia idadi hii tunatakiwa kufanya maandalizi ya mazingira yote. Na hapa mchango wangu nitajielekeza kwenye wizara mbalimbali mbali, ambazo mheshimiwa waziri wewe unahitaji sana wizara nyingine zikusaidie ili kutengeneza mazingira rafiki ya kuwezesha watalii wakifika hapa waende wao wenyewe kutangaza kwa watu wengine. Moja ya mazingira ni kuhakikisha kuna kuwepo na mahoteli ya kutosha kwenye mazingira haya ambayo kuna vituo vya utalii. Kwa mfano sisi wa ukanda wa kaskazini kuanzia Arusha mpaka kwenda Tanga. Je, idadi hii ikifikiwa, mmeshafanya tathmini kujua hawa watu watapata sehemu za kukaa? Sasa mimi nikuonyeshe kona ambayo unaweza kupita ukapata mahoteli. Sisi kule kwetu Hai tuna maeneo mazuri sana ya kuweza kujenga hoteli za vivutio vya kitalii. Niliwahi kuzungumza na na na kamishna wa PPP David Kafulila kumwambia atembelee eneo la wilaya yetu ya Hai kwa mashamba yale ya ushirika ili tuweze kuyatumia kwa kufanya tathmini mashamba yale, lakini kutafuta wadau ambao wanaweza kujenga mahoteli ya kisasa kwa kushirikiana na vyama vyetu vya ushirika alioko pale. Kwa hiyo nikuombe na wewe mheshimiwa waziri, niukaribishe upokee wazo hili tuna maeneo mazuri sana ambayo ukijenga hoteli ya kitalii, mtalii akikaa pale, yeye mwenyewe anafanya utalii kwenye mazingira yale na vivutio vingine. Lakini pia sambamba na hilo, ni barabara za kwenda kwenye maeneo ya utalii, amesema hapa profesa Ndakidemi, na mimi niseme bahati nzuri nishatembea na mheshimiwa waziri, tukamwonyesha barabara zile tatu ambazo zinaenda mlima Kilimanjaro. Barabara zile zikapitika mwaka wote Kipindi chote cha jua na mvua, kwa maana ya Januari mpaka Disemba, zinatengeneza mazingira mazuri ya utalii kuweza kufikika, ikiwa ni sambamba na maeneo ya vivutio hasa ya biashara pale Boma Ng'ombe. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, zimejengwa barabara. Kuna barabara ya kwenda Shekimaji Boma Ng'ombe TPC pale katikati, tukiweza kuweka vibanda vizuri vya utalii Maanake mtalii anaposhuka Kia anaweza kuanza kupata huduma kuanzia pale Bomangombe, kuliko hivyo sasa hivi mpaka afike Moshi mjini au aende Arusha, lakini pale angeweza kupata huduma. Na eneo hili nikuombe, ulitazame, lakini pia utushauri, kwa sababu halmashauri ya wilaya Hai tayari tumeshaanza mchakato wa kufanya pale ni eneo la kitalii. Tupate wataalamu wako watutembelee ili tuzungumze lugha moja inayofanana. ni sambamba na ujenzi wa mahoteli pale eneo la Kia tuliambiwa tunapopisha eneo la Kia, moja ya sababu ni kwamba zitajengwa hoteli za five star. Tuombe basi na wewe tusaidie kusukuma huo mradi ukamilike, ili eneo lile la Kia liwe na hoteli za kujitosheleza, ni pamoja na mradi wa Jo Park. Mradi wa Jo Park, wataalamu wako walitueleza kwamba watapita kwenye vivutio vya utalii vile vidogo vidogo kule Mronga. Tuna, tuna vipepeo ambavyo Tanzania na duniani kote havipatikani. Tuna maeneo ya zamani malikale nyingi tulifanya afisa wetu wa halimashauri alitembelea maeneo yale yote, ili mtalii anapokuja mlima Kilimanjaro kuwe na package, aende Chemka, aende kwenye hivyo vituo vingine. Tutaboresha utalii wetu na tutawavutia zaidi, na tutamunga mheshimiwa mkono rais wetu mkono. Lakini pia ulinzi wa mlima Kilimanjaro sio wa, wa, wa ofisi ya makamu wa rais peke yako, wewe unaohusika na, na utalii mheshimiwa waziri na wewe uone. Walifanya tathmini kinachosababisha theluji ya mlima Kilimanjaro kuyayuka ni kitu gani? Mvua kubwa iliyonyesha ya mawe inasababishwa na kitu gani? Tungeomba hii taarifa ya tathmini iliyofanyika itolewe kwa wananchi, ikiwa ni sehemu ya kuwajengea uwezo kujua mabadiliko ya tabia nchi, ili tutunze mlima wetu wa Kilimanjaro huu. Lakini pia ni sambamba na upandaji wa miti, lisiwe ni swala tu la kupanda miti na kuiacha. Kumekuwa na utamaduni sasa hivi watu wanaenda na kusema taasisi fulani imetoa miche laki moja wanapiga picha wanaondoka, wanapanda ile miche inaliwa na mbuzi inaishia hapa. Mimi nadhani tutengeneze kanuni, kama mtu anayetaka kutupa miti apande aitunze, ikifika angalau asilimia thelathini au hamsini ndio aite vyombo vya habari sasa, kwenda kutukabidhi, kuliko hiki kinachofanyika sasa hivi. Tunapoteza hela na uoto wa asili bado unazidi kuteketea. Eneo lingine pia niombe kutengeneza mahusiano mazuri na sisi tunaotunza mlima Kilimanjaro, CSR, mheshimiwa waziri ulituahidi hapa ni kweli kuna maeneo tumepata majiko ya gesi, tumejenzwa madaka. Tunafahamu nchi yetu yote, fedha zinakusanywa zinaenda kwenye central pool, lakini CSR maeneo mengine wanapata. Walioko kwenye migodi huko, tunaona namna ambavyo wanapata CSR, inawasaidia wananchi wanaozunguka maeneo yale. Sisi CSR yetu ya mlima Kilimanjaro, mbona hatuioni? Na sisi ndio tunao tunza mlima, moto ukiungua tunapanda kule kwa upendo kabisa lakini tofauti na maeneo mengine ambapo mnakimbizana na watu, sisi tunaupenda mlima wetu na tunautunza kwa upendo. Kisema swala la vijana wanaopanda mlima Kilimanjaro wasitoke tu maeneo mengine. Ni kweli tunajua ni biashara ya uhuria, nchi yetu ni yote ni yetu sisi, lakini kutengeneza upendo, wale vijana wanaozunguka mlima Kilimanjaro na wenyewe ni vizuri wakapewa kipaumbele, kuliko tu mtu anakuja na watalii, kampuni inakuja inapanda mlimani moja kwa moja, hakuna hata mtu mmoja wa pale ameshirikishwa. Lakini pia utaona namna ambavyo kampuni hizi za, niwapongeze pia kampuni zinazohusika na utalii hasa kampuni ya Alteza tumeona imeongoza kwenye kampuni ambazo zinalipa kodi, tuendelee kuatia moyo ili tushirikiane kwenye sekta hii kuhakikisha inawinuka. Eneo lingine dogo sana pale uwanja wetu wa, wa Kilimanjaro, kumekuwa tembo wanaingia pale uwanjani. Sasa niombe uwanja ule ni sensitive, muone namna ya kudhibiti jambo hili, tofauti kabisa na maeneo mengine, tusije tukapata taharuki pale. Mheshimiwa Spika, nimekuona umeshawasha, naomba kuunga mkono hoja, asante.